Majina ni Peter Mwita Robi Getonganya, fanya kazi ya petrol station. Mi hua naenda tu saa kumi na mbili nafunga tu saa moja. Sa nilikuwa nimefika muda wa kufunga kazi kati tu, nimefunga tu nimemaliza na correct vitu zangu, tuhivi kea tumtu kutoka nyuma, kaa chini, kugeuka nawekelewa mti kuwekelewa mti kugeuka, mtu ndio huyu mbele yangu, kama askari ya ya amevaa tu uniform ya askari na panga, niambia toa kila kitu kwanza, kupisha na tu hivi, kabiti kaona kitu ile kwa kazi kabiti, nikasarende kila kitu. Baadaye nikapata chanzi ya kuhepa, kwa hiyo nikata tu kichwa, ndio so, niweza tu kupata chanzi kutoroka pata usaidizi kidogo, nikatoroka nikapelekwa hospitalini. Hospitalini tu nikapata huduma tu, ka mwendo wa saa sita ya usiku ndo nikarudishwa nyumbani, ndo siku nimefanya mimi ndio nilianza, ndio wa kwanza kupigwa.